Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Je, kuna hatua zilizopigwa kujumuisha watu wenye ulemavu Zanzibar Tanzania? Mwaka 1985 kuna umoja wa watu wenye ulemavu ulianzishwa Zanzibar. Lengo ni kuwakusanya wan, wa, wanawake na wanaume wenye ulemavu aina zote na kuweza kupaza sauti zao kuweza ku wananchi au wa raia kwa ujumla na familia kujua kwamba watu walemavu wapo na wana mahitaji maalum. Leo katika mashinani tunaangazia siku ya kimataifa ya kupambana na kuenea kwa jangwa na ukame. Karibu ni Jumanne ya tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka 2025, siku ya kimataifa ya kupambana na jangwa na ukame, na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Leo katika mada kwa kina tutaangazia hatua zinazochukuliwa na, na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar nchini Tanzania kujumuisha watu wenye ulemavu. Lakini kwanza na muktasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Asante Arnold. Watu wa Ukraine hawapaswi kulazimika kujificha kusaka hifadhi kila jua lizama, hapo amesema Mathias Schmal, mratibu wa Umoja wa Mataifa wa misaada ya kibinadamu nchini humo, kufuatia mashambulizo ya usiku wa kuamkia leo yaliyofanywa na jeshi la Urusi huko Kiev, Odessa na miji mingine, na kuua raia 12 na kujeruhi wengine zaidi ya 50. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA, Schmal amesema Wakazi wanakumbwa na mashambulizi ya kutisha ya ndege zisizo na rubani na makombora huku majengo ya makazi na miundombinu ya kiraia vikisambaratishwa. Mfumo wa afya wa huko Gaza, eneo la Palestina nalokaliwa kimabavu na Israeli, unazidi kudarimika ukizidiwa uwezo kutokana na idadi kubwa ya watu waliouawa au kujeruhiwa karibu na maeneo ya usambazaji wa misaada, amesema afisa wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO Dr. Thanon Gagavanis Akizungumza na waandishi wa habari kuu Jeneva, Uswisi kutokea Gaza, Dr. Gagavanis amesema the... tuko katika hali mbaya kila siku ya uwezo wetu wa kutoa huduma kikamilifu au kukumbwa na janga kamili. Uh, na leo ni siku ya kimataifa ya kupambana na kuenea kwa jangwa na ukame na mwaka huu 2025 inasisitiza hatua za, hatu za dharura kurejesha ubora wa ardhi na kusongesha maendeleo endelevu katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake ameonya kuwa uharibifu wa ardhi unazidi kuongezeka duniani kote na kugharimu uchumi wa dunia kwa takribani dola bilioni kila mwaka kiasi kikubwa kuliko uwekezaji unaohitajika kurekebisha hali hiyo mwisho muhtasari wa habari kwako Arnold Asante sana Assumpta Massoi kwa kutuleta muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani, na tutakwenda jijini Bonn Ujerumani kusikia ujumbe kuhusu siku ya kimataifa ya kupambana na kuenea kwa jangwa na ukame inayobeba maudhui rejesha ardhi katika ubora wake, fungua wa fursa salia. Papo hapo tafadhali, toka New York.

ni habari za umoja wa mataifa kutoka hapa marekani kupitia katika chaneli yetu ya youtube habari za un na pia katika televisheni wa shirika vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa sw kwa makala na taarifa mbalimbali mimi ni arnold kayanda tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina kama nilivyokujuza leo tunamulika juhudi za serikali ya mapinduzi ya zanzibar huko nchini tanzania katika kuwajumuisha watu wenye ulemavu kwenye masuala mbalimbali mbali katika jamii. Abeid Rashid Abdallah, katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wazee na watoto ya kisiwani humo, hivi karibuni akiwa hapa kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa kushiriki mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani, CSW69, alizungumza na Flora Nducha wa idhaa hii. Ungana nao. Tuzungumzie hatua ambazo Zanzibar imepiga katika swala zima la ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu, hususan wanawake. Mepiga hatua kiasi gani? Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kazi kubwa imefanya, kwa sababu kwanza, tukiangalia kwamba maswala ya watu wenye ulemavu tokea mwaka 1983 viongozi wetu walisimamia masuala ya watu wenye ulemavu kimataifa na kuona jinsi gani wenzetu wanavyofanya. Hmm. Lakini mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano kuna umoja watu wa watu wenye ulemavu ulianzishwa Zanzibar. Lengo ni kuwakusanya wan, wa, wanawake na wanaume wenye ulemavu aina zote na kuweza kupaza sauti zao, kuweza ku wananchi au, wa, raia kwa ujumla, na familia kujua, mm -hmm. kwamba watu wenye ulemavu wapo na wana mahitaji maalum. Kwa hiyo ukiangalia tokea miaka hiyo mpaka mwaka huu tunaozungumza elfu mbili na ishirini na tano kuna hatua kubwa ambazo zimefikia. Kwa kwa mfano, tukizungumza swala maalum kwa wanawake wanawake wenye ulemavu wanawake wenye ulemavu katika mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane na wao waliona umuhimu kwanza kuwa na jumuia ya yao kama wanawake wenye ulemavu, kwa sababu kama tukiangalia ni mwanamke, lakini pia ana mahitaji maalum mm -hmm. na kutokana na kwamba mwanamke ana mahitaji maalum, inamaana kuna vitu ambavyo na yeye anahitaji katika nyanja tofauti za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Na kuna hatua kubwa kwa kweli kwa sababu wanawake wameweza kupata sauti zao, wanawake wameweza kushirikishwa katika sekta mbalimbali mbali, ndani ya serikali lakini pia katika taasisi binafsi. Na kwa, kwa mfano kwa mfano 2022 20, 20, Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar amemteua naibu katibu mkuu kwa mara ya kwanza mwenye ulemavu ambaye ni mwanamke katika wizara inayoshughulikia masuala ya ustawi wa jamii uh, wazee na watoto, mm -hmm. Lakini baada ya muda naibu katibu mkuu huyo akawa pia ni naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na sasa amekuwa katibu mkuu. Kwa hiyo ile peke yake ni ujumuishwaji kuonyesha kwamba watu wenye ulemavu wana, wanaweza na, serikali inaangalia jinsi gani ya kujumuisha wanawake wenye ulemavu. Kwa hiyo ni hatua kubwa kwa, kwa historia Zanzibar hasa ya ya Zanzibar, kwenye, kwenye masuala ya uongozi mm -hmm. Lakini pia uh, ukiangalia katika masuala ya maamuzi katika vyombo vya kutunga sheria Zanzibar tuna Baraza la Wawakilishi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna bunge. Kuna wanawake wenye ulemavu wameingia kwa nafasi zao kama wanawake kutokana na nafasi zao za ulemavu. Kuna kwamba wanawake nao wanahitaji kupaza sauti zao na sio tu chama tawala hata vyama vingine mm -hmm. pia nao wanawake wameweza kujitokeza katika masuala ya kisiasa. Katika baraza letu la wakilishi kuna wake, kuna wanawake wenye ulemavu. Kuna mwanamke ambaye ana ulemavu wa viungo, lakini pia kuna mwanamke ambaye ana ulemavu wa uziwi, na tayari mwanamke yule ameweza kusimamia masuala ya ulemavu, haki zao vipi, wanawake wanaweza kuingia katika masuala mbalimbali, lakini pia waweza kupatiwa wasaidizi mm -hmm. waweze kuwasaidia ili kuweza kuwarahisisha katika masuala yao ya majukumu yao ya kila siku. Kwa hiyo hiyo pia ni hatua kubwa. Hapo mwanzo, mwanamke mwenye ulemavu, uzoefu tunao, unakwenda kama mwenyewe unajisimamia mm -hmm. Lakini sasa hivi kutokana na mahitaji na kuweza uelewa umekuwa mpana zaidi, kwamba mwanamke akiwa kiongozi, mwanamke si kiongozi, lakini ana mahitaji, lakini pia utaona kwamba Uh, vyombo vyetu vya habari vimepiga hatua, tunashirikiana nao kwa ukaribu zaidi, na anazungumza haki za watu wenye ulemavu bila ya kuwasahau wanawake wenye ulemavu. ulemavu na katika vyombo vya habari kuna wakalimani wa lugha za alama, wakalimani wa lugha za alama. Kwa hiyo wanapata zile taarifa za kila siku, masuala ambayo yanaendelea kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo ni hiyo, ni hatua kubwa. Lugha ya alama inasomeshwa kila pahali wanawake wenye ulemavu na si ulemavu na wanawake wote na wananchi wote wanahamasishwa waweze kujifunza lugha ya alama ili waweze kuwasiliana na watu, watu wenye ulemavu mwemavu, wakiwemo wanawake katika mahitaji yake. Sasa, je, kwenye swala zima la elimu, kwa sababu hii ndio imekuwa changamoto kubwa kwa watu wenye ulemavu, miundombinu ya kuwawezesha kupata elimu ama elimu maalum kutokana na ulemavu wao, hii limefikia wapi? Kwanza nashukuru, nashukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuona umuhimu mkubwa wa kuendeleza masuala mazima ya ujumuishi wa wanawake na wa, wanaume wenye ulemavu na watoto wenye ulemavu. Na katika miundombinu ya elimu kwa mfano, sahivi serikali yetu imejenga skuli hizo, skuli ambazo zinaelezwa kuhusu skuli, zimejengwa kwa ajili ya kurahisisha masuala ya kielimu, lakini kuna skuli maalum kwa ajili ya weni watu ulemavu, wenye ulemavu wakiwemo wanawake. Kwa hiyo na ni skuli ambazo zina miundo mbinu ambayo wanaweza wakatumia, lakini hizi skuli ziko Unguja na Pemba katika wilaya zote za Unguja na Pemba, kuna skuli ambazo hata hizo ambazo tunasema kwamba hizi sio special kwa watu wenye ulemavu, lakini bado ukienda hizi skuli bado zina huduma zote, miundo mbinu yake iko rafiki kwa watu wenye ulemavu elimu mjumuisho Zanzibar imeanza miaka mingi, ili kuona kwamba jinsi gani, mm -hmm. wana, wana watu wenye ulemavu wa aina zote wakiwemo katika watoto, katika ngazi ya ya primary, wanaandikishwa katika shule za msingi kabisa, wakati wa uandikishaji kuhakikisha kwamba watoto wanaandikishwa. Kuna skuli ambazo uh, kuna skuli maalum uh, tunasema kuna mm -hmm. Tuna kuna mjumuisho lakini kuna wengine wanahitaji kuwekewa madarasa maalum ndani mm -hmm. ya hizo skuli mjumuisho, kwa mfano wenye ulemavu wa akili wana madarasa wa maalum ambayo kutokana na uwezo wao wa elimu wanaweza kupatiwa taaluma. Kwa hiyo serikali yetu imepiga hatua kubwa katika masuala ya elimu, lakini si elimu hiyo tu, mpaka vyuo vikuu. Utaona tunavyo vyuo vikuu wa ambavyo watu wenye ulemavu wapo na wanachukua nafasi nzuri tu. Kwa hiyo hii utaona kwamba upande wa elimu tumepiga hatua, kwa sababu miundombinu ipo. 2018 tumekuwa na tu mwongozo muongozo maalum wa miundombinu. Huu mwongozo umetengenezwa, tumeshirikiana na taasisi mbalimbali na wizara mbalimbali mbali ambazo wizara yetu inaoshughulikia masuala ya miundombinu, ili kuona kwamba kuna mahitaji maalum kwa mfano mm -hmm. unapojenga jengo lako unatakiwa, jengo lako la mm -hmm. e, liwe la aina gani? Jengo lako liwe lina lifti eh, unaweza kupanda mpaka juu, lakini pia vina utelezi yani, mm -hmm. ramp kwa Kiswahili unasema mm -hmm. utelezi, ili mtu mwenye ulemavu aweze kufikia, kuna vyo maalum. Kwa hiyo sasa hivi hata maofisi unapokwenda, mtu mwenye ulemavu katika masuala ya ajira anaajiriwa, lakini kuna miundombinu rafiki imewekwa. <laughs> Na bado tunaendelea kuhamasisha kwamba hii miundo mbinu iwekwe. Shukran sana Abeida Abdallah na Flora Nducha kwa mahojiano hayo. Na sasa ni mashinani, nampisha meya wa jiji la Bonn Kaja Dona akitoa ujumbe kuhusu siku ya leo ya kimataifa ya kupambana na kuenea jangwa na ukame. June 17 is desertification and drought day. Leo ni siku ya kupambana na jangwa na ukame. Lengo letu ni kuwa na ardhi yenye afya na rutuba inayoweza kuendeleza uhai na makazi kwa viumbe hai. Hii siku inalenga mojawapo ya changamoto kubwa zaidi duniani, kurejesha ardhi iliyoharibika katika ubora wake na kuanzisha uchumi wa kimataifa wa urejeshaji ardhi ifikapo mwaka wa 2030. Ardhi yenye afya ni muhimu kwa ustawi wa mimea, wanyama na watu pamoja na uchumi wa aina zote Michango kutoka kwa watu binafsi au well kampuni. Kwa mfano, kwa kuchagua United bustani yenye mimea mingi badala ya bustani ya changarawe, ni muhimu tunashiriki katika kuondoa ardhi ngumu isiyopenyeza maji na kupanda miti. Ninafurahia kwamba watu miji na mataifa duniani kote wanaelewa hili na kuchukua hatua ipasavyo.